Ashukuru kwa kutuombea. Asanteni kwa ajili ya Dr. Samia. Ndugu wananchi, miaka minne mama amefanya mambo makubwa, katujengee shule zetu, vituo vya afya mlivyovisema. Niwashukuru, kwenye kata yenu tumejengewa bweni la watoto wa kiume na wa kike. Nakosea, niambiwa wana Sigino, mimi ni mbunge wa jimbo hili, kata nane. Kule Mutuka nimefanikiwa tu kujenga bweni la watoto wa kike kwenu nimefanikiwa kujenga watoto wa kiume na wa kike, lakini tumefanikiwa kipindi hiki kupata kituo cha afya nikisaidiana na diwani wangu na wenye viti wangu na chama changu. Mheshimiwa Rais mbunge naenda kumwomba, alafu zikija huku sisi tunatawanya kwenye maeneo mbalimbali, lakini tumefanikiwa kujenga zahanati. Kijiji ambacho tumebakiwa ni hichi cha kwenu, na nimewambia hivi, hata ndani niliwaambia anayesubiri na sufuria la ugali, wengine wakala wote wakapakuliwa, yule wa mwisho ndo anabaki na chakula kingi na ukoko. Uongo kina mama eh? Mm, hey, anabaki na ule ukoko ule, ndiye anafaidika. Niwape mfano na nao wanafahamu, diwani mtendaji wangu wa kata unafahamu, si upo mtendaji wangu. Kama kuna kata kipindiki cha uongozi wangu kilichelewa kupata maendeleo maendeleo ni kata ya Maisaka. Mheshimiwa Kololi mwenyekiti wa halmashauri, miaka miwili imekatika hana zahanati, hana darasa hata moja. Siku moja akaniita, akaniambia, Mheshimiwa mbunge, leo naongea na wewe, mwenyekiti wa halmashauri ndo tumepata milioni 280 bweni la kwangu. Bweni ndo tunapata la mwenyekiti wa halmashauri. Hebu na mtu atasimama hapa atasema na nao hajafanya kitu. Mimi na nao saa nane ananipigiaga usiku, naambia sasa kaka Almasani, hujalala. Kwa hiyo ninyi mlitangulia mapema kabla ya wenzenu. Eh? Lakini kijiji hiki natolea huu mfano. Naomba muwe kama mfano wa Maisaka. Leo Maisaka Kololi akaanza kupata na ikapata kituo cha afya, akapata shule ya sekondari. Alikuwa hana pale watoto wanaenda mpaka Malangi tu ya kweli. Watoto wa pale Maisaka mpaka Sawe, si unafahamu yule walikuwa nasoma wapi? tukapata shule pale, si ndio? Ikaitwa Kololi Sekondari, lakini ni mwaka wa tatu. Yeye ndo anapata. Kwa kijiji hiki msiseme, mbona imbilili wamepata zahanati, mbona sigino wamepata zahanati. Mama zangu za mwenye subira yuko na nani? Yuko na Mungu. Kwa hiyo na ninyi pia mtapata, lakini sisi tunazungumzia kwa kata nzima. Tumepata zahanati hizo, tumeanza kujenga shule katika eneo lenu, hatujaacha pale Muungano, lakini pia tumewaleteeni mradi wa maji safi na salama. Ninaamini huku kwenu pia yamefika au hajafika bado? Wangapi wanasema tumeyaona maji? Wangapi wanasema hatujayaona? Mmeyaona sasa, niwamegee ni siri kidogo, siri tu ndogo. Hayo maji hayo maji ambayo leo tunasema tumeyaona, kuna watu wanaona ni kazi ndogo ilifanyika. Hayo maji yamewagharimu watu kuna watu waliwekwa ndani. Ilifikia mahali wazee wa mila waliwekwa ndani. Mkuu wa wilaya ilibidi akamate wazee wa mila kwa sababu kule bacho walichinja kondoo kwamba DC, mbunge, BAWASA wasikanyage hapa, hawa watu wasifanikiwa kupeleka maji mjini. Haya maji leo niwaambieni, mimi amenitenganisha mimi na ndugu zangu wa kule Dareda, mimi nazaliwa kwa Dohomu, wakafanya wafanyavyo, tukachukua maji kwa bilioni 12, mama Samia akatupatia hayo maji. Huenda roho zetu zilitolewa kafara ili sisi tunywe maji. Lakini ndugu zangu, hili jambo kwenye kata yenu, mimi naomba niseme, wazee wangu, ni vile tu uweze kumlazimisha mtu. Ingekuwa ni mimi leo, kura za mama Samia zilishatimia, hakuna kumpiga mama. Anasomesha watoto wetu, katupa fedha. Yaani watu tu Babati, mpaka jana tulikuwa na watu wa Babati vijijini, nasema. Lakini watu wa mjini kwa nini wanakosa ungwana? Haya maji ulivyohangaikia mpaka na ndugu zako amwongee wa ili wapelekee wale wananchi, usishangae hata hii kata ya Sigino kuna watu wanasema unao tumtaki ambaye anaoga hayo maji Nguje, ni niambie, ni kina mama. Kwani yalishawahi kutoka lini? Si tumehangaika. Waziri anayekuja tunamfunika blanketi. Waziri, tunakuomba maji. Maji kata nzima. Nikisimama pale Bungeni, kata nzima haina maji. Lakini tukafanikiwa. Kwangu mimi kina mama, nimeshukuru kusikia huku Nimeambiwa kwenye kikao cha ndani mwenyezi wangu alisema mapario ya kinamama kutafuta maji sahizi yamefunga, hakuna pario la watu kuhangaika kwenda mtoni kusaka maji. Haya, kweli ya uongo? Tushukuru Dr. Samia Raisi, mwana mama shupavu aliyethubutu kusema Gekul, ni mbunge mwanamke wa jimbo, acheni mpelekeni bilioni kumi na mbili Sigino wapate maji, sio ninyi tu mkanufaika, wazazi wangu wakanufaika na kata ya Bagara walikuwa na maji ya chumvi. Si Bagara tukienda kuoga, mheshimiwa mwenyekiti, unasugua sabuni kichwani, mwilini, ukimaliza huku kwenye miguu tu umemaliza, hii sehemu yote imekuwa ni nyeupe kama chumvi imemwagwa. Maji ni ya chumvi, kata nzima ya Bagara. Tukayaondoa yale yote, tukaweka maji haya. Tuliyatoa Bacho, haikutosha tukapeleka Maisaka kule sawe tukaondoa ya chumvi pale pale, Sinai pale polisi wanakoweka geti lao, tenki tukajega juu ya mlima kule, tukatia maji matamu pale kwenye tenki. Leo mji wa Babati wazazi wangu, mji huu wa Babati leo una maji asilimia zaidi ya tisini na nane. Si thubutu tu kusema mia moja wazazi wangu, kwa sababu kuna maeneo bado vitongoji. Kwa hiyo nimekuja kuwashukuru kwa niaba ya Dkt Samia, asanteni kwa kutuombea, asanteni kwa kututia moyo, tumepata maji lakini shule yetu pale sekondari, mnakumbuka ilikuwa watoto wakienda, hakuna cho... vyoo vimetengenezwa ni vya kuflash. Unajua Asha, wakati mwingine acheni tuseme vyoo vya nini haya, wanaenda na magunzi huko na, na pungani na majani. Inawezekanaje? E, jamani, mnasahau sio? Wakaniomba kwenye mfuko wa jimbo, nipeleke tenki, ninunue matenki maji ya mvua tu. Ya, wala watoto wasiende na madumu ili akijisikia kwenda kwenye haja ndogo au kubwa kule shuleni asiende na magunzi na mapungani. Eh? Ni ndani ya miaka hii haya yote tumeyamaliza. Hmm? Na watoto wanatulia wanasoma pale. Na kituo cha afya leo kwenye kwenye kata yenu. Hamwendi kujifungulia Mrara. Vifaa vimepelekwa pale vya maabara. Operation inafanyika pale kwenye kata. Nani kama Dr. Samia? Yupo. Nani kama Mama Samia? Mrara wanaopenda kwenda saizi ni kwa mapenzi yao binafsi, labda anataka kuona kule mjini kunafananaje. lakini leo wananchi wa kata hii wanatibiwa kwenye kata yao, kituo cha afya kimekamilika, tumekwenda kuzindua juzi kwa leo. Ukienda Mrara pale, wamama tulikuwa tunajifungua kwenye kichumba kidogo tu, mnakumbuka mama zangu? uongo kweli? wa, wa, wa, wangapi meenda Mrara juzi juzijuzi juzi, tu kupeleka uji Hivi mnaonaje? mna ili mahali pa kujifu, yani ile wodi ya wanawake milioni mia tano, mnapaonaje? Taa zimewaka huku juu, afu wamechomeka taa nyingi. Yani mtoto wako ukimwangalia e, e, e, e. yani unamwona mtoto alivyo mzuri, humuliki na tochi. Tulikuwa usiku taa ikizimaga, kina baba mkituletea uji kule, kila mtu kakamata mtoto wake asija akaibiwa, giza gi e, usinzii Unakaa hivi unanyonyesha umemkamatia mtoto saa hizi, pale ukienda kupeleka mke wako mtoto, tunamlaza miguuni kule, mama anahangaika huko na maumivu yake, na kumshukuru Mungu ametoka salama. Nani kama Dr. Samia? Niwaombe kura za Mama Samia lakini Mama Samia msimsahau, mpeni kura za kutosha, hasa kina mama, hatufanyi kampeni saa hizi, huo ndo ukweli. Anasomesha watoto wetu form 5 na form 6 ada analipa. Vyuo vikuu anawapa mikopo zaanati katujengea shule sekondari bweni katuletea, lakini maji katuletea, tunaoga kina mama jamani, hata tunafua sasa hivi. Kina mama mlikuwa msubutu kufua? Shoga yangu ilikuwa nasubutu dumu moja unahemea, saizi unafua ni wewe tu, anamwagika mpaka muda unaotaka tena, hakuna mgao jamani. Msisahau mji wa Babati maji alikuwa mgao, hata sisi wa mjini ilikuwa mgao, ila siku hizi he, ni saizi yako na hela yako.